Tofauti kubwa kati ya mfanyakazi na mjasiriamali ni, mfanyakazi anajifunza zaidi namna ya kuifanya kazi, alafu mjasiriamali anajifunza namna gani ya kupata hiyo kazi ambayo huyu mfanyakazi anajifunza kuifanya. Mjasiriamali hawazi zaidi kujua namna gani ya kufanya kazi ile. Kwa mfano, mjasiriamali hawazi namna gani na ya kushika kamera apata picha nzuri. Mjasiriamali anawaza namna gani nipate dili ya kupiga picha picha inapigwaje, hiyo ni issue. Sasa mfanyakazi anashikaje kamera, mfanyakazi mishahara, anawaza na namna gani ndo ipata sasa hiyo kazi nzima. Kitu ambacho ninataka ukujue ni kwamba hapa, ili usiwaze kama mfanyakazi, kama employee, kama mwajiriwa, usiwaze kazi nafanyaje, waza naipataje hiyo kazi. Hiyo ndiyo ile ya kutofautisha. Sasa hivi vitu ni stages, ni hatua kwa hatua. Usake kuanza kuwaza namna gani unapata kazi, wakati kazi zenyewe hujui. Jua kwanza kazi, jua kuielezea, jua kuipambanua. Then ukishajua kuipambanua kwenye kuifanya kazi ndani, utahaya mtu yoyote, kijana yoyote au mtu ambaye anaweza kufanya vizuri, utampa kamisheni, anafanya kazi, una deliver wela yako nayo, unaendelea kutafuta kazi nyingine. Ndio maana ukiangalia hapa kwenye piji yangu nikiwa nafundisha namna gani uh, kusajili makampuni biashara, leseni na nini, kitu ambacho utagundua kuna watu huwa siwajibu kwenye comment. Mimi nafundisha fund na namna gani mtu anaweza kumiliki kampuni, yeye anakuja kuelezea namna gani, sheria gani ambayo inahitajika ihusike kwenye mtu kumiliki kampuni mimi nawaza kama mwajiri. Mwajiri anawaza wapi apate kazi, mwajiriwa anawaza namna gani wakufanya kazi. Natabidi nitafute lugha ambayo nitaongea na wafanyabiashara wanielewe, ili waone kwamba mimi ni mtu sahihi na naelewa hali yao halisi, navaa viatu vyao na kufanya kazi. Ila mtu anayekuja kukomenti anakomenti kama mfanyakazi wangu, ambao ni timu yangu wanaonisaidia kufanya kazi. Wale wanapaswa kujua ni sheria gani ambayo ataiandika chini kwenye dokumenti. Mfanyabiashara anatakiwa kujua ni sheria gani anatakiwa aandike chini kwenye dokumenti. Mfanyabiashara anatakiwa kujua namna gani anaweza kupata kampuni yake ikaenda